Kwa hiyo hiyo, katika imani yako ina mchango gani katika malezi na makuzi ya wa watoto? Mfano, kuna watu wana imani za kichawi <tipo> sijui, manielewa kwa hiyo maana yake <tipo> eh. Sasa ndio maana leo tunazungumzia zote, yaani leo tunataka tuzungumzie ambazo ni hasi na chanya. Kwa hiyo katika kuzungumzia mazuri lazima mabaya uyataje, sii, tumeelewa na kila hapo eh? Hatuwezi tukazungumzia mazuri bila kuambia mabaya ni yapi, kwa sababu mtu ambaye anafanya kichibaya kuna anayejua na asiyejua kwa sababu amerithishwa maadili. Kumbuka kuna watu wanafanya vitu bila kujua, kwa sababu wamerithishwa. Kwa hiyo tunavyozungumzia hizi imani hofu na maadili, lazima tutaje hasi na chanya, ili wadada wote wafahamu, wanaotusikiza pia wafahamu. Kwa hiyo hatuwezi kumexclude, hatumtoe atu mtu yoyote, ili naye apate kusikia, kumbe hichi kitu anachokifanya sio sawa. Mfano, mazoea yetu ya maadili, watoto wa kiume na wa kike. Kuna watoto wadogo lakini wa kike unawatrit hivi wa kiume unawatrit hivi. Simelea yani una, una, unawahudumia kitofauti. Simenelewa hayo ni mazoea, lakini je, ni sawa kwenye malezi na makuzi ya watoto kwamba mtoto wa kike alelewe tofauti na mtoto wa kiume? kwa hiyo kuna ishu ambayo hiyo unaweza kasifikiri ni ya kimaadili, lakini imeenda pia hadi kwenye kiroho, kwenye kiimani, kwamba kuna baadhi ya imani e, jenda pia ni ishu hapa leo nataka tuzungumzie vyote kiujumla kwamba wenye imani ya Kikristo ya Kiislamu na ambao wana imani zingine watuambie hizo imani zao kwenye malezi makuzi zikoje, au zina vitu gani hasi na chanya. Ndio maana ya kuleta maadili ziwe open, kila mtu wa awe wazi kuongea, sawa okay. nadhani tumeelewa vizuri japokuwa kwenye mradi wetu sasa, so tukirudi, maana sisi kwenye mradi wetu tunao wenye imani ya eidha ni nice. Wakristo au ni Waislamu kwa hiyo kupata hizo komenti za hizo imani nyingine, sijajua labda kama tuwape mkuwa na bosi ambaye alimrudisha dada akasema ni mchawi. Tumewahi kuwa naye hiyo. Eh, ni imani yetu? Hapana. Eh, sasa nabidi namana lazima tuongee, kwa sababu tusipoongelea, ndio hiyo utasema tu tuna wakristo na Waislamu, lakini sio kweli. Tuna zaidi ya wakristo na Waislamu, kwao lazima pia tuseme kuna imani gani zingine au desturi gani zingine ambazo ziko kwenye kiroho zitatuletea shida, kwa sababu huyo mwajiri alimchukua dada dada dada kumchukua mtoto wake akaumwa ghafla, akasema huyo dada amefanya nini, amemroga eh. Lakini na naimani akimchukua dada, dada, okay. al, dada akwambia ni anaamini uchawi, aliambiwa huyo dada ni Mkristo au Muislamu? mm. na siku zote mabosi wanavyoagiza wadada wanakuwa wana kati ya hizo dini mbili tu mm. Sasa na wadada wanapokuja hapa hakuna anayetuambia kwamba mimi naamini kwenye tunguri uchawi au kitu kingine chochote zaidi ya kusema wana hofu ya Mungu na kutaja dini zao. Sasa kama mtu ana mambo yake ambayo anayafanya kinyume na maadili, ataumbuka na hiyo mtu kurudishwa kwa ajili ya hizo shughuli za uchawi ndio arobaini yake imefika. Wewe uta, utatudanganya lakini huwezi. Yani ndio ile kwamba ukijenga nyumba juu ya mchanga itaanguka tu, utadanganya lakini hufiki popote kwao. Hapa mimi niseme kabisa, hapa tuna dini na watu ambao wanamwamini Mungu na sio vitu vingine. Hai, tuanze mada. Lakini narudia tena, naomba nisisitize kuna watu ambao wanajiita Wakristo, kuna ambao wanajiita Waislamu, lakini imani zao sio hizo wanazotuambia. Kwa lazima tutaje tabia hizo zote, kwa sababu hiyo alikuwa ni bosi. Lakini kuna wadada tushakuta na mabangili kwenye mtoto anavyokuta umevaa vaa vile vitu eh, sawa okay. wa okay. Karibuni sana kwa ajili ya kuanza kutoa mawazo yenu. Maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto? Naomba nimpe microphone. Asante kwa majina, naitwa Jacqueline Mwagama. Kwanza, maadili maadili na hofu ya Mungu kwa watoto ni nguzo kubwa sana ya malezi. Cha pili, cha kwanza inasaidia mtoto kuwa na tabia njema. Cha pili, inasaidia mtoto kuwa na kujiamini na kuwa na maadili mema. M, cha tatu inasaidia awe na heshima. Akiwa na maadili umemfundisha maadili na hofu ya Mungu, anakuwa na heshima, tabia njema. Ana, unaweza ukaelezea zaidi yani, anakuwaja na tabia nze, njema anakuwaja na heshima kwa kufanya vitu gani? Yani tuambie vitu ambavyo ambavyo na kusema eh, kwenye maadili. So ukiwa unamfundisha maadili mema mtoto anakuangalia na wewe na tabia yako, unamfanya na yeye anakuwa na tabia nzuri. Na tupe mfano yani, inachotaka mweu mkiongea mwemu, natupa mfano, unaposema unamfundisha maadili mema au tabia njema, maadili mema yani kama unakuwa una kauli nzuri, ndio mtoto naye anakuwa anaiga unachokuwa unakifanya. Ukiona mtoto anafanya kitu kibaya, labda unaona anapigana na mwenzio, hiki ni kibaya, anaacha kupigana na ni kibaya, akitoa kauli chafu. Kwenye hofu ya Mungu inakuwa inamsaidia mtoto, ana hofu ya Mungu na anakuwa anajiamini, anakuwa anajiamini na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo unaweza kutuambia kwa mtoto atajiamini vipi kwa ku, kuwa na hofu ya Mungu? Yaani anafanyaje hicho? Kujiamini akiwa na hofu ya Mungu. Eh, kwa sababu akiwa ana hofu ya Mungu anajiamini, kwa sababu anakuwa anamtegemea Mungu, anakuwa anamfundisha kusali mm -hmm. Eh, akiona kitu kibaya anasema yeye Mwenyezi Mungu nisaidia, kutokana na imani ambayo umemfundisha ume, ume ule mm -hmm. mtoto eh, anakuwa anajiamini. Haya, sawa, asante Okay, asante sana. Nadhani tunaendelea kusikiliza, kwa sababu zamu yako inakufikia karibu, Wadada Senta. Mimi, kwa upande wangu, ningependa kuchangia kwamba kwa upande ambao ni chanya, kwamba maadili mema yanasaidia kuzalisha kizazi cha wachapakazi. Dada anapokuja nyumbani kwa mwajiri anapo anza majukumu yake. Tunafahamu wote mwalimu mkuu sana wa kila mtu au kila kitu ni matendo. Mtoto anaona yule dada anafanya kazi kwa bidii, kwa wakati, anajituma, mwisho wa siku anapewa ujira wake, kwa hiyo mtoto huyo anakuwa tayari amjengea kwamba okay nikitaka ku earn something, nikitaka kupata kitu fulani lazima nifanye kazi kwa bidii, kwa hiyo anakuwa anakuwa na ile dhana, hata anapokuja kuwa mtu mzima tunakuwa tayari tumetoa kizazi cha watu ambao ni wavivu, wazembe, tumetengeneza kizazi cha wapagazi. Asante eh, hey, naomba Umeongea point sana Catherine. point kwamba mtoto anajifunza kwamba inabidi ufanye kazi ili uweze kupata nini? Kupata malipo, kupata ujira, na kwamba yuko pale kufanya kazi. Ndio kwa nini nimependa hicho kitu, kwa sababu moja ya vita yetu wengine au niseme challenge tulikuwa nayo muda um, wote nilokuwa hapa ni kuambia waajiri, kwa nini hatutaki wadada waishi kwao kama ndugu Mnanielewa? Ndio tumezungumza hicho kitu na tutaendelea kuzungumza. Nyinyi wadada wa kazi, nyinyi ni wasaidizi wa majukumu ya nyumbani, sio ndugu za waajiri. Sasa kuna baadhi ya waajiri ambao bado wanataka kuishi na wadada kama ndugu zao. Sasa mtoto unapomwambia huu ni, unapomwekea mazingira ya kumtreat dada kama ndugu, in terms of reference, hata mtoto naye anachanganyikiwa. Ndio maana unakuta watoto wengi wanaumiaga wadada wakifanya nini Wakiondoka, wanavyobadilishwa, akiondoka, anavyobadilishwa, watoto wanafanya nini? Wanamia. wanaumia. Lakini kumbe huyu mtoto angekuwa introduced mapema, kama huyu yuko hapa kazini, na kwenye kazi kuna kufanya na kuondoka, kuna leo, kuna kesho, mtoto ana understand, anajua, hana shida. Hiyo ya kwanza, kumngangania dada. Huyu dada yuko hapa, utamwita dada, ni heshima, siyo ndugu yetu, lakini yuko kazini. Kwa hiyo utamheshimu kwa sababu yuko kazini atakuwa anatusaidia kazi zetu za ndani hizi na hizi nice. sijui umenielewa? kwa maana yeah. Nimependa sana pointi yako. Kwa hiyo mtoto atajifunza hapo sasa, kuanzia hapo. Ila sasa ukishaanza kusema ni ndugu, na kwa ngumu mtoto kujifunza, maana nafikiri ndugu tu ndo anakuja kufanya nini fanya kazi. Sijui umeona hapo eh. Haya, tuendelee. Nilitaka tu niwasaidie sasa kwenye huu mwongozo, tumewasaidia vizuri namna ya kuweza kuwa na kubadili mtazamo maana wadada mnavyosikia hiyo kwamba, yani usiende kwa bosi, alafu nyewe wenyewe ndio mnapendaga hiyo kutritiwa kama ndugu. Tasikia dada akwambia nimeishi nao vizuri, yani kama ndugu, yani anaona ni sifa, sio sifa. Kwa hiyo kuna namna nimewawekea, uwe profesional, uwe mtaalamu unapokwenda kwenye familia kufanya kazi, yani ufanye kazi kitaalamu. Haimaanishi mani, kwamba utabaguliwa utatritiwa vibaya, lakini yaani watakupenda watakukubali na watakulipa ujira unaoutaka. Kwa hiyo hiyo lo swala la ku, kufanya kazi kitaalam kiprofeshonal na kuondoa huo uswahili uswahili wa kutaka ku, kufanya, kuone, ku, kutritiwa kama ndugu. Lakini pia kuweza kuwashirikisha watoto, hiyo pointi aliyoisema Kathy, kwamba wale watoto sio tu wanajifunza kwako, sisi tumewaelekeza pia namna ya kuwashirikisha katika zile aktiviti zako, sio sio kama kuwafanyisha mikazi, aa, kuwa treni kujitegemea, kwa sababu sisi tunataka kuzalisha kizazi cha watoto wanaojitegemea. Na nafikiri mliopita hapa, mnaona watoto wetu eh, mnaona wako ofisini wanawajibika, si ndio? Sio wanakaakaa tu, wakija huko wanaanza kusema hamna ajira. A a, unapokaa nyumbani kuna watoto uwatreni namna ya kuweza kujitegemea kwa kazi ndogo ndogo, vikazi vidogo vidogo, ile tabia yote yako umo Haya, ukiweza kuyashika vizuri hayo ni pesa, yani hizo ndio hela zenyewe, sio na kukaa kama ndugu, huo ni umaskini. Bosi anakuangalia tu, nao wenyewe wanapendaga tu wa, wafanye hivyo, ili kwa sababu mnapenda, lakini utakapokwenda pale kama professional, sasa unavutia. Bosi anaanza kuwaza kukuongeza mshahara, kukulipa vizuri zaidi, anaanza kuwaza kutokukupoteza cha msingi hapo cha kukiweka wazi tusichanganye. Nafikiri watu wengi wanapenda kulitumia neno kama ndugu, wakiwa psychologically wakimaanisha utu, bila wao kujua. Sasa tusikonfuse ndugu na utu na maana gani. Wadada wengi ambao walichuchua vizuri na waajiri wao wa, kwa utu, wanasema aliishi na mimi kama ndugu, lakini hizo sio la ndugu, ni utu. Sisi ni binadamu. Natakiwa niishi na nawe kama binadamu mwenzangu. Whether ni mfanyakazi wangu wa garden, unanisaidia garden au unapika. Sisi tunaelewana hapo. Kwa hiyo watu wengi wana, wana passive kutiiwa kama utu ndo kama ni ishu ya undugu. Hapana. Mimi nikikuheshimu wewe si lazima uwe ndugu yangu. Sisi tunaelewana? Kama wewe ni bosi wangu nitakuheshimu kama bosi wangu. Hahitaji kuwa ndugu yangu. Na mwajiri vivyo hivyo. Tukisema uishi na dada kama ndugu hatumaanishi ndo umpige, umabuse. No. Tuna maana awe msaidizi wako lakini umtreat kama binadamu kwa utu. Kwa hiyo hichi nafikiri ndo wadada inabidi waelimishwe zaidi, wa understand tofauti ya ndugu na utu. Simeelewa? Utu unahitajika kila sehemu. Katiba yetu inalinda utu wa kila Mtanzania. Umeelewa? Haya, ni hivyo hmm tu. Okay, na kuna mwingine anataka kuchangia, ila naomba nirudie tena kwenye kutoa maana ya maadili na pamoja na maana ya hofu ya Mungu, ili unavyotaka kutoa mchango wako au mawazo yako ya uwe unajua kabisa kwamba hayo maadili ni nini, hofu ya Mungu, na hivyo vinawezaje sasa ku, vina mchango gani chanya au hasi kwenye makuzi na malezi ya watoto sawa. Maadili ni mfumo wa kanuni, miongozo na mafundisho yanayopanga tabia za binadamu ili kutofautisha mema na mabaya lengo hapo yes, kwenye mema na mabaya, nilitaka urudie ili tuende direct kwenye practical ya mradi wetu, mema na mabaya, kwa sababu hapa sisi tunachowasisitiza hawa kila siku, tunachowatreni ana changamoto zinazoletwa ofisini, ni pale ambapo hawafanyi mema, wanafanya mabaya eh. Kwa hiyo kwenye maadili tujikite hapo kwenye mema na mabaya, mema na mabaya, mabaya ni yapi na unafanya mabaya? badala ya kufanya mema, kwa sababu ukitaka kufanikiwa fanya mema lakini kwa nini mnafanya mabaya hapo ndio kwenye ishu ya maadili na kwenye hofu ya Mungu, ni lile swala la mwishoni, uh, kuchukia maovu. Mwisho, kuchukia maovu, uchukie uongo. kwa nini uwe mwongo? mwongo yani, bosi anasema udada ni mwongo, ni mwongo, alafu we unasema unajiita Mkristo, Mwislamu, msikitini unaenda au kanisani unaenda, na ni mwongo uliye kubuhu. nilitaka urudie kwa ajili sasa tuende direkti. mm-hmm. kwa sababu hapa wanazunguka zunguka hiyo hofu ya Mungu eh, maadili aa, tujikite maadili mema na mabaya. Hofu ya Mungu kuchukia uovu. Sasa kama uchukii uovu, ndugu yangu, wewe una hofu ya Mungu. Kama wewe ni mtu unayependa kutenda mambo maovu, mambo mabaya, ndio huna hofu, una una maadili. Na tunasema kwa watoto lakini hawa watoto, lazima sisi wenyewe tuwe, tuwe role models. tuonyeshe mfano mzuri sasa kama we mwenyewe mfano mzuri huna, mtoto utamleleaje huyu, si ndio? e, tuendelee hapo. Mwana Yesu asifiwe. Asalamu As alaikum. Labda mimi kabla hatuja jump kwenye nani nyingine, nijazie kwenye mada ya amin, point ya Catherine hapo kutengeneza kizazi kingine cha baadaye. Unajua, uh, wadada wengi au hata mimi, wengi huwa tunaendaga kufanya kazi ukiwa na ile mentality ya kwamba nahitaji pesa au unaenda kufanya kazi kwa ajili ya kulipwa mshahara, lakini lakini kitu ambacho napendaga nta kuambia hata dada hapa kazini kwamba ukifanya kazi yako kwa kuipenda, bila kudhani kama unasukumwa au kama adhabu ama kama unateswa, nadhani utaifanya vizuri sana bila kuambiwaambiwa mara kwa mara. Sasa Uh, ile mentality kwamba unaenda kufanya pesa au kutafuta pesa inakufanya hata we mwenyewe au pay attention sana katika kumlea mtoto katika maadili mema, maana unajua you are there kwa ajili ya pesa, si kwa ajili ya kumlea mtoto katika mazingira ambayo yanastahili ya hata katika jamii. Unajua mimi kama dada ambaye naenda kumlea mtoto, mimi ndio naweza nikawa nguzo ya kwanza kabisa kuharibu kizazi cha kizazi kijacho chote au mimi ndo naweza nikawa mtu wa kwanza kutengeneza kizazi kizuri kwa ajili ya huko baadae, kwa sababu naamini kwamba um, na wadada wengi ndo huwa wanaspend muda mwingi na watoto, kwa hiyo watoto wananasa sana, ama wana, wana, wana kapcha wana sana kwa kuona, kwa kusikia. Sasa wewe kama dada ambao unatengeneza kizazi cha baadaye, actually katika hali ya kawaida uwezi ukawa unaongea maneno ambao unajua kabisa haya maneno huyu mtoto akiasikia katika hali ya kawaida yatamfanya ya azidi ku, Yeah, yeah. <laughs> Sinaeleweka yeah, au matendo ambayo unaweza ukawa unayafanya kama kucheza singeli mbele ya mtoto, na unajua kabisa huyu ni mtoto, hii haya matendo anaweza akamharibia. Kwa hiyo dada wewe, kama dada, unaweza ukawa ni namba moja kabisa kutengeneza kizazi ama kuharibu kizazi kwa matendo yako, maneno yako unayoyasema mbele ya mtoto. Ukiwa mbele ya mtoto, angalia nini unasema, nini unafanya, kwa sababu gani. Tumemsikia, ameongezea hapo kwenye pointi iliyosemwa na Catherine kuhusiana na mchango huo positive, kwenye mchango chanya kuhusiana na maadili chanya ya dada anavyoweza kumbadilisha mtoto, sana sana nadhani kwenye kuwa na tabia njema na kujitegemea kwa ajili ya kizazi kijacho. Sawa. E, naomba sasa niweze kutoa microphone kwa mtu mwingine ili naye aweze kuchangia kitu kipya. Karibu sana dada Shani. Kwa majina naitwa Shani Joseph Machia. Mnataka kuchangia kwenye mada labda ya maadili na hofu ya Mungu. Tunaanza na maadili, kwa mfano anaweza nikaa nalea mtoto, eidha kuna kitu anakifanya, eidha anaweza kaa anachezea kisu, ila kwa sababu wewe unajua kabisa mimi nimekuja kufanya kazi, mimi huyu sio ndugu yangu, sio nini, kwa sababu sina maadili mema, naweza nikamwacha akachezea kile kifaa kikaja kikamdhuru, nikaonekana sijaenda kusaidia, nimeenda kuharibu kwa hiyo pindi nitakavyoenda kumwambia, ah, usichezee kisu, kisu kinaweza kikakuharibu, unaweza ukapata kidonda labda mwisho wa siku ukapata majeraha. Tunakuja kwenye hofu ya Mungu, anaweza kawa mtoto, kila mtu ana imani tofauti, ila kutokana na mazingira yaliyomkuta unaweza kukuta mtoto ni Mkristo au ni Muislamu. Mwisho wa siku anaweza akawa anacheza na mtoto mwenzake akatukana, nikamwambia, mm, hofu, uwe na hofu ya Mungu kutukana kwanza Mungu hapendi koo. Ukiona mwenzako anatukana au mwenzako anataja maneno ambayo sio mazuri, kuwa na hofu ya Mungu, mwambie mtu mzima ambaye yupo eneo hilo. Asante yeye, yeah, ametoa yeah, kama mfano. Tunaelewana hey, mwingine.